Hello, Samir. Hello, Mr. Hernandez. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Njia saba za kuwa masikini. Njia ya kwanza. Tumie pesa zako zote bila kuweka akiba. Mtu yoyote akianza kujiuliza kwa nini aweke akiba wakati maisha ni leo tu, yaani anatumia hadi senti yake ya mwisho, halafu bado anakopa. Hii ni njia mojawapo ya kutafuta umaskini. Njia ya pili. Epuka kujifunza mambo mapya. Mtu yoyote ambaye atakayeona ataka kitabu ni mzigo, semina ni kama utapeli, kozi za mtandaoni, anaona anapoteza muda anaona elimu ni za watoto tu shuleni. Basi hii ni njia ya pili ya kutafuta umaskini. Njia ya tatu, kwepa fursa zote mpya, yaani wewe, kila biashara unasema ni ngumu, kila biashara inaonekana kwako kwa ni scam, unaona huna muda na hilo swala, huo unalizungumza mara kwa mara hiyo itakuwa ni njia ya wewe kutafuta umaskini. Njia ya nne, tegemea mshahara pekee maisha yako yote. Hii pia ni njia itakufanya wewe kuwa maskini. Njia ya tano, lalamika kila siku, kaa bila hatua, wewe jichanganye tu, wewe unalalamikia serikali, lalamika bei ya bidhaa, lalamikia familia yako au majirani bila kufanya uthubutu wa aina yoyote ile. Hii pia ni njia ya kuwa maskini, itakusaidia kukupeleka kwenye umaskini. Njia ya sita. Shindana badala ya kujifunza kwa waliokutangulia. Yaani wewe unadili tu na kuonea wivu watu waliokuzidi, lakini unasahau kujifunza kutoka kwao. Hii ni njia pia itakupeleka katika umaskini. Njia ya saba. Tumia kila siku kusaka starehe tu. Yaani we muda wote Facebook, muda wote TikTok, muda wote Netflix. Kitakacho kukuta ni umaskini. Asante, tukutane katika next chapter. Kwa sababu ya kutatua changamoto za kijamii